Omba basi, tuanze maombi yetu. Tuanze maombi ya jumla, ili kwamba Mungu aachilie neema yake juu ya ibada yetu. Mungu aachilie neema yake juu ya ibada yetu. Kwa hiyo ninakuomba basi, ingia kwenye maombi sasa, ingia kwenye maombi ya toba, baadaye maombi ya vita na baadaye maombi ya shukrani. Ingia wewe mwenyewe, kwa sababu kuna mlango wa kuingilia kwenye maombi, kwa maana watu wanasema Unakwenda kuingia kwenye maombi ama tuingie kwenye maombi. Maana yake kuna mlango ambaye kila mtu anapita. Sasa mlango ule unapita wewe mwenyewe. Kwa hiyo nakuomba ingia sasa kwenye maombi, upita kwenye lile lango kuu, lile lango la wokovu, lile lango la Jehova, lile lango ambalo Yesu mwenyewe amefungua. Lile lango, ile lango sasa, pita ile lango katika njia ya maombi. Baba yetu katika jina lipitalo majina yote, asubuhi ya leo tunakuja kwako Adonai, tunakuja mikononi mwako Mungu Mkuu. Ninaleta taifa la Tanzania mikononi mwako. Ninaleta Bwana majeshi, taifa zima mikononi mwako. Ninaleta machoni pako taifa zima, ninaleta taifa zima.